Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye chaneli yako ipendayo Mnyasa Media. Bwana, leo niko na shabiki wa Young Africans, mzee wa kunyosha, naenda kupiga na story kuhusiana na msimamo ambao unaendelea kutajwa kuna klabu ya Young Africans kwamba tarehe kumi na tano wao hawachezi, yani hawako tayari kupeleka timu uwanjani kwenye mchezo wa dabi ya Simba dhidi ya Yanga. Bwana mzee wa kunyosha, niambie mambo vipi bwana? Uh, mambo safi ndugu mtangazaji wa Mnyasa Media. Mambo yanaenda bwana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli niko poa kabisa. Eh, bwana kweli mchezi bwana maana, kauli ya kusema tucheze tucheze inazidi sana kushika eh, vichwa sana hapa mjini. Vipi? Amchezi kweli? Uh, kwa mimi upande wangu naona hizi kauli zinazidi kushika kasi ila mimi sipendelezewe nazo kabisa, mm. Ni kauli ambazo mimi zinanikera sana zinanikasirisha sana zinanipa makasiriko sana, mm, kwa sababu sisi mashabiki lengo letu linatakiwa mpira manake uchezwe, ili tufurahie, ndo furaha yetu. Sasa wao oh, wanaposema uchezi au uchezwi au uchezwi, nia na madhumuni wanachotaka ni nini? Sasa manake tukacheze lede au tukacheze kitu gani? Sasa ile ni klabu ya mpira bwana, umeshaona. Mpira unatakiwa uchezwe, kama mpira unatakiwa uchezwe, timu ipelekwe. Masuala si ya tuchezi ya tuchezi ya hayo mambo waachane nayo. Alafu nataka waelewe kitu kimoja, TFF ni baba sio, ushaelewa? ni baba wa soka Tanzania, mm. kama TFF ni baba wa soka Tanzania, ina maana yeye hata kama amekosea, we baba yako mzazi unaweza akakomba msamaha wee? Mtoto niambia, hebu nisaidie ndugu mwandishi, baba yako mzazi wewe anaweza akakomba msamaha? Amekukosea ndio, anaweza kuomba msamaha, inategemeana. Hawezi akakomba msamaha Ndo maana TFF wamenyamaza kimya kwa sababu tayari washajua kabisa kuwa manake wamekosea. Yanga, wanachotakiwa kukifanya manake sio manake kuwashurutisha TFF wawaombe msamaha. Wanachotakiwa sasa manake waangalie, manake una maanisha kwamba wanawasuru ya ligi, bodi ya ligi wana, wanalazimisha wana, wana, wana bodi ya ligi yeah, wanalazimisha bodi ya ligi pamoja na TFF kuwaomba msamaha manake kwa lazima, yule ni baba mpila, hata kama amekosea hizi kutoka hadharani akasema bwana eh, mimi nimekosea, imani ifo ipo moja mbili tatu iko, ni kitu ambacho manake hakiwezekaniki. Ila yeye kwa matendo yake manake utaona kuwa hapa mzee amekosea, anajirekebisha kwa namna moja, umeshaona. Mi nafikiri viongozi wa Yanga pamoja na hawa wazee waliokuwa wamekaa jana, nimewasikiliza sana kwa makini, nadhani busara inahitajika ifanyike Mm, usale anahitajika kuokoa mpira mi. Mm, naona kabisa mpira huu tunaenda kuuzamisha kwenye maji. Mi nakwambia hivo kwa sababu mm. Mm, kama Yanga itopeleka timu na TFF, tayari manake yeye ni baba mm, na tayari manake anaona kabisa kuwa Yanga mwanake wameshindwa kumtii mm, maana mtoto TFF ataamua kumkomesha Yanga, atapomkomesha Yanga unategemea kuna mpira tena hapa mm. hapa nchini mpira utakuwa hamna, kwa sababu wataenda manake kukomeshana kwa sababu unachelewa manake. Yanga akikomeshwa, atachokifanya manake atasema basi, mimi acha nikacheze malele. Mpira tena basi kuna ligi hapa? Ligi tayari inakuwa ishavurugika mm. kwa hiyo niwaombe viongozi wakae, ili swala hili walimalize tarehe kumi na tano. Sisi mashabiki ambao tunaopenda mpira mm, tunataka kuiona timu inaenda uwanjani, inaenda kucheza na Simba, kwa sababu Simba kwanza hatumwogopi. Simba hawezi kutufanya kitu chochote. Simba tumeshapiga mara tano, i tukienda tunapiga mara sita. Yani sisi tumempiga Simba mfululizo, sasa sioni sababu ya kumwogopa Simba wala sioni sababu ya kugomea mechi. Tupeleke timu, tukamchape mai yetu, mambo yawe freshi. Kwa hiyo nataka uongozi wa Young Africans upeleke timu uwanjani tarehe 15 dhidi ya Simba. Of course, yani wapeleke timu kwa sababu gani unajua? Mm. Wao wasiangalie hapa tu, angalie na baadaye. Madhara ni makubwa sana. Unajua ni madhara ni makubwa sana. Mm. Kwa sababu kama wasipopeleka timu, watanyang'anywa pointi, takosa ubingwa. Alafu sisi rekodi yetu ile tunayoitaka manake ya kuchukua ubingwa mara kumi, ina maana stari ilishafurugika. Hmm. Sasa kwa nini watufanyia hivyo wakati sisi tunaamini kabisa timu yetu ina uwezo tena kuchukua ubingwa mwaka huu? Kwa nini watufanyia hivyo? Sisi tunaamini kabisa baki tubaki mpaka mara kumi, mpaka elfu mbili na kumi. Ah, sasa hao wanaanza sisi atupeleke timu. Simba anachukua ubingwa tu amezani. Sasa kwa maana yake nini sasa? Kwa Simba unaona atachukua ubingwa amezani. Ubingwa amezani na mimi iko kitu ndio sikitaki kukiona. Hmm. Sitaki nikiona iko kitu. Hmm. Sitaki kuona Simba anachukua ubingwa amezani. Wacheze mpira. Alafu wa malalamiko yao waendelee nayo, kwani wao wanachotaka, manake si bodi ijajibishe au um. TFF wajajibishe wa, wa, wa, wa ya, eh um. E, wakacheza una, wakati unalalamika hata mahakamani, wakati unalalamika, manake huku unaenda unasikiliza kesi huku unapeleka malalamiko yako huku, au umemshtaki labda unapofanya kazi, au sio eh um. huku unaendelea kufanya kazi huku unaendelea na madai yako. Sasa wewe ukigoma moja kwa moja, unategemea hayo madai yako utayapataje? kwa hiyo natamani tarehe kumi na tano Simba na Yanga mechi ipigwe ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, mechi ichezwe ndani ya mm, dimba la Benjamin Mkapa mm, mechi ichezwe, ajulikane nani ni nani mbabe, mm, nani mm. Umeshaona eh? Sio hivyo, vitu vingine hivyo, vitu vingine baada ya mechi kuchezwa, waendelee kama wao wanataka. TFF, mbona nyafasi ipo, mm, kuwashurutisha. Sio mechi hii ndio kuwashurutisha TFF kuwa watoke au mm, au wafanyaje, wajiuzuru mm. Vipo vitu vingi ambavyo wanaweza, manake wakabana TFF wakajiuzuru, umeshaona. mm. au hata baadaye wanaweza kasema, bwana, sisi ligi sisi hatuwezi kucheza kama maanake kama nani TFF mjajiuzuru, si bodi ya ligi, si hatuwezi kucheza mpaka nyie mjajibishe. Hilo linawezekanika hiyo, lakini ni msimu mwingine, lakini msimu tu umalize kwa kucheza na Simba, mechi ipigwe <inaudible> hey, he, bwana, sambama na hilo hilo la kusema kwamba Young Africans hawachezi mechi wengine kwa maana ya Simba sasa, wanawaambia ni nyinyi kwamba klabu yenu kama haina msimamo hivi, matamko yamekuwa mengi sana, kila siku mnasema mchezi. Eh, hiyo kauli nyinyi mnaisemeaje? wanasema ibidi mseme tu mara moja kwamba mchezi, basi mnakaza msimamo, maana wanasema kwamba mnarudia kusema kwamba hamchezi. Ah, yani hivi. saa hizi Simba Simba Simba unajua kashafloti, si ushaelewa? Simba kafloti hili swala ambalo lina madhara makubwa sana mm, kwa maslahi ya mpira wetu wa Tanzania. Ni swala ambalo lina madhara makubwa sana kuliko maelezo mm. Kwa sababu ujue mimi naamini kabisa TFF kanuni zinaenda kutumika. Yanga sija kujidanganya, sija kadhania TFF atafanya busara kama alivyofanya Simba alivyofanyiwa. Mm. Kwa Yanga hii kanuni zinaenda kuanzia pale. Waelewe kabisa hilo. Kanuni zinaenda kuanzia pale. Si ushaona? Mm. Sasa kwa nini tufike huko wakati ni swala tu, hata kama wakisema hatuna msimamo, kwanza tukimgonga tu, huyo mnyama tarehe 15. Hilo, haya masuala mengine yote hayawezi kuongeleka. Si amna msimamo, si amna nini hayawezi kuongeleka lakini Simba bwana wanajitafa kule mm, kule wanasema kwamba hata kama tumekosa ubingwa wa kombe la shirikisho bwana Afrika, lakini Yanga hasira zao ni kuisha kwenu eh. Wanasema wao nyinyi mlifurahi sana walipo play kwa mechi Zanzibar, wana hasira na nyinyi eh, ndio maana wanatamani sana mje Benjamin Mkapa. Ah, yani Simba, Simba bwana asija kajidanganya kama kamshindwa ule mtoto mdogo tu yule kazaliwa juzi tu hapa kamshindwa, hawezi eh kutueleza sisi sisi, yani Simba kama vile unavyoona ule mwembe ambao wa uani yani. Eh, unatoka zako tu eh, piga mswaki unanongoa embe moja unakula, yani ndo Simbani. Hata pressure nao sina, sina sina kabisa kabisa, sina kabisa yani pressure, pressure pressure, za mbuzi <laughs> na <wajena> wazee wafupi na wazee arefuna mogoi <laughs> waje na mbuzi, waje na wazee wafupi, waje na kila kitu wanavyojua wa wao <inaudible> lakini kifo kiva bae pale uzuri.

klabu ya mpira lazima icheze mpira eh. Umeshaona kama kitu kimeshatokea mwaka juzi ule, pale ule wenyewe walishafanya mistake TFF, kama wangeamua kufuata sheria wangepola eh, pointi kumi na tano. So, umeshaona wangepola pointi kumi na tano, pointi tatu simba litakiwa apewe aligomea, so, mm. mchezo Yanga hivyo hivyo, si swala tu walipishana tu mda tu, mm. eh? So, alipishana mda tu mm wakagomea mchezo lakini, mm. TFF salitumia busara mm. Sasa wao kwa nini wanashindwa kutumia busara? Watumie busara, wapeleke timu, malalamiko baadaye, mechi ichezwe ya simba dhidi ya Yanga. Maanake ndicho nachokitaka wewe, mimi ndio nachokitaka mimi. Ni mwanasoka bwana, mimi napenda mpira bwana, mimi mm. sipendi mm. haya mambo mengine ya nje nje ya uwanja huku, haya blabla ya mambo ya nje ya uwanja huku haya, mi siataki mm. mi mm. nataka mpira uchezwe Mm. Mwishona, mm. tusiletea na hapa propaganda ambazo za kisiasa siasa hapa. Mm. Mpira huko hivyo, mpira unaongea mm. pale uwanjani. Mm. Oh, sijui, sijui hivi, sijui hivi, sijui atujibu hivi, sijui atujibu hivi. Wewe mtu tayari kashakwambia kabisa. Aliona moja, mbili, tatu ndo akailisha mechi. Wewe oh, unataka kujibu nini sasa? Unataka mm. kujibiwa kitu gani? Kashakupangia mm. Kasha kupangia tarehe. Peleka timu, tusilete nizamu ya uoga, Simba wakatona kama tunawaogopa bwana. Eh, bwana, nikushukuru sana na nikutakia kila laheri. Eh, asante ndugu mtangazaji eh, kuelekea dabi tarehe kumi na tano eh, mimi mwandishi nataka tu dabi ichezwe, dabi ichezwe hilo, yani maana yake hilo ndo yani ombi langu kwa viongozi wote ambao wananisikiliza wahakikishe kuwa dabi inachezwa bwana. Eh, shukrani sana, asante.